Karibu mpenzi mtazamaji wa channel pendwa ya Amedeo Kabaye. Je, unafahamu taratibu na masharti mbalimbali ya kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo? Katika imani Katoliki yapo masharti mbalimbali ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ni yeye mwenyewe, na haya ni masharti matano ambayo kama Mkatoliki unapaswa kuyafata kwa ajili ya kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo pamoja. Unapaswa kuwa mbatizwa katika imani Katoliki. Ubatizo ndio sakramenti pekee ambayo ni mlango wa sakramenti nyingine zozote zile, iwe ndoa, upadri, hata sakramenti ya Ekaristi Takatifu, zote hizi zinaanza kwa ubatizo. Unapobatizwa unakuwa umefungua mlango wa sakramenti nyingine zozote zile ambazo unapaswa kuzipokea. Hivyo basi, unapaswa kuwa mbatizwa ndipo ustahilishwe katika kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo, lakini sharti uwe na imani ambayo ni sahihi kuhusu Ekaristi takatifu. Watu wengi tunajua tu ni mkate tu, lakini wengi wetu hatufahamu kuwa ni mwili na damu ya Yesu Kristo mwenyewe. Unapokuwa unakula bila kufahamu vizuri kuhusu Ekaristi takatifu, unakuwa haujastahili kupokea huu mwili na damu ya Yesu Kristo. Lazima uwe na imani na uelewa juu ya Ekaristi takatifu, ndipo unakwenda kushiriki mwili na damu yake. Masharti mengine ni kwamba lazima uwe katika hali ya neema, usiwe katika zile dhambi za mauti. Tunapozungumzia dhambi za mauti ni uzinzi, tunazungumzia wizi mkubwa, tunazungumzia mauaji. Unapokuwa katika dhambi hizo, unakosa ile hali ya neema ya kwenda kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Kinachokupasa uziondoe dhambi zako kwa kwenda kufanya toba na kuungama, kufanya kitubio ili kustahirishwa tena na kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Masharti mengine ambayo kama Mkatoliki unapaswa kuwa nayo ni haya. Unapaswa kufunga lisali moja hata kabla ya kufanyaje, kabla ya kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Unashauriwa katika Kanisa Katoliki kufunga walau lisali moja. Wengine wanafunga Jumamosi nzima ili siku ya Jumapili waweze kwenda kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Inafaa sana. Kwa wale wazee na wagonjwa wanaweza kusamehewa katika hii hali ya kwamba hawawezi kushiriki, eh, kufunga, lakini wanaweza kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo bila kufunga. Na mwisho kabisa tunapaswa kujitayarisha kwa kusali na unyenyekevu kabla ya kwenda kupokea mwili na damu Yesu Kristo. Sharti hili ni muhimu sana kufuatilia, unapokuwa katika hali ya utafakari, hali ya maombi na kujinyenyekeza mbele za Mungu, kabla ya kwenda kumpokea Yesu Kristo, unajiweka tayari, uwe umejitayarisha kwa ajili ya kwenda kushiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, kumpokea yule ambaye alikukomboa wewe mwenyewe kwa damu yake. Masharti haya yanaendana na taratibu zozote ambazo unapaswa kuzifuata wakati wa kwenda kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwanza kabisa, jiandae vizuri, jitayarishe mwili wako na damu yako. Jitayarishe wewe mwenyewe kwa kusali na maombi kwa ajili ya kwenda kupokea. Ndipo uende kwenda kupokea ule mwili na damu ya Yesu Kristo. Unapokwenda kupokea, inakubidi wewe usali. Pale unaposali basi unampokea Yesu Kristo. Lakini unapopokea hakikisha unapiga alama ya msalaba, lakini na kuinama kidogo, kwa ajili ya kuheshimu mwili na damu yake. Urudi katika kiti chako na ukae kwa ajili ya kusali wewe mwenyewe, na huu ndio wakati mzuri sana wa kufanya maombi yako wewe mwenyewe kwa ajili ya yale ambayo unayahitaji. Ndipo Yesu huwakumbatia watu na kuwabariki na kuwapa ile neema yake na huruma yake isiyokuwa na mwisho.